Tunasema haki ya kuchagua tarehe 29, usituingilie, ni yetu. Wewe kama hutaki kuchagua, umeamua hutaki, kaa ndani, kwa lazima lakini, useme we utatoka, utafanya nani? Jana mmesikia amiri jeshi mkuu dr Samia Suluhu Hassan amesema, nchi hii ina amiri jeshi mkuu, amiri jeshi mkuu ni yeye, na rais amiri jeshi mkuu, nendeni mkapige kura. Naomba Tanzania tisa wa Morogoro na wengi wa Tanzania, amiri jeshi mkuu ameshatuhakikishia, twendeni tukapige kura tarehe tisa. Wenye kauli za ajabu ajabu hapo Morogoro, nakushukuru. Tulikuwa na jambo la na wafugaji wakulima na wafugaji na katika kule jambo lile lilikuwa linatengenezwa kwa makusudi kwa sababu ukiona pana mgogoro huo kuna watu wananufaika kwenye mgogoro. Hakuna mgogoro ambao watu hawanufaiki. Lazima wananufaika. Basi atanufaika hata mwenye kutengeneza silaha. Atanufaika hata mwenye kutengeneza majeneza. Kwa hizi lazima. Atanufaika hata mwenye kuuza sana. Hebu tuambieni ukweli kabisa. Mimi kazi yangu nauza sana, natengeneza tekeneza majeneza. Nimesikia hapo sijui mikese kimenuka ajali, watu mia wamekufa, na kasirika na furahi, manake ndani ya nafsi. Kwanza poleni sana wafia wote, lakini nanaaa sana za kutosha, uchumi maslahi. Kwa hiyo tukiona mtu anakuja anatutengenezea jambo. Hiyo mada yangu ya tatu, ili ni wai hili jambo la amani na uchaguzi. Ili sisi Tanzania uchaguzi tunafanya mara ngapi? Uchaguzi wa kwanza 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2015, huu uchaguzi baada ya chaguzi miaka kumi na tatu miaka 60, leo ndiyo tunakuja kufundishana kwamba Usichague sijui kitanduka sijui nini. Mimi nakuombee ni mzaguni. Sisi watu wa Morogoro tunaitaka hiyo amani, tunaihitaji kwa sababu sisi tuna utaratibu wetu wa maisha, si watu wa kilimo na lazima tutoke nje. Na machafuko yanafanywa nje, na machafuko hayachagui. Asikwambie kwamba utaka kumpiga mtu na kumuuliza wewe ni gani? machafuko hayachagui. Lakini utaratibu huu wa kutaka kuchafuliana hali ya hewa unatoka kwa nani? Na unaanza kwa nani? Na anaufanya kwa sababu gani? Kuna watu wanashabikia, umesema Sheikh Alhad Mussa, kwenye mitandao matusi hivi. Hao ni watu ambao tunawakemea kila siku, wana tabia za kuiga mambo sio yetu. Sasa katika wakati kama huu wakati wengine wakipanga mipango mibaya dhidi ya nchi yetu, kulivunja jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisi tunatakiwa tukatae, tukatae kwa sababu ni jambo ambalo halimpendezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la kuhatarisha maisha ya watu wengine au kusababisha watu kupata madhara ni haramu, ima wewe mwenyewe au kumsababishia mtu mwingine. Sisi jamati mkoa wa Morogoro, tutaendelea kuelimisha waumini wote, kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kutafuta, kudumisha, kulinda amani miongoni mwa Watanzania wote.